Mwenyewe tabaraka wa taala anaahidi kuwa itikadi hii, ukumbusho huu, ulinzi wake, uimara wake, kuendelea kwake kuwepo, kupo katika umiliki wake na wala si jingine. Ndugu zangu, ni kwa nini basi, ikiwa waislamu haya ndiyo walionayo na ndivyo wanavyotazamwa na itikadi walionayo iliyo sahihi dhidi ya watu wasio na itikadi sahihi lakini wako mbele kwa kila kitu katika maisha haya ya dunia. Unaweza ukapata majibu mengi sana. kwa nini wasio Waislamu wameendelea na wanajiita kuwa wameendelea dhidi ya walio nyuma ambao ni Waislamu? Majibu mengi haya yapo katika Qur'ani, yapo katika hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yapo katika maisha ya Waislamu wenyewe walivyoacha kufuata tamaduni na desturi zao wameweza ingia katika mazingira hayo. Nambari moja, ndugu zangu, suala la mtu kuipata dunia, mtu kuiweza dunia, mtu kukunjukiwa na dunia ni suala ambalo Allah tabaraka wa taala analiweka, analiruhusu, analijalia kuwa lenye kuwepo kwa mwislamu, kadhalika kwa asiye kuwa mwislamu maadamu mtu ametoka ametaka katika hii dunia aishi maisha yaliyo mazuri maisha yenye kujilimbikizia mali na utukufu wa kidunia, Allah tabarak wa taala ameacha haya huru kwa mwislamu kadhalika asiyekuwa mwislamu. Allah mtukufu anatuambia katika Suratul Isra aya ya kumi na nane, anasema Allah, man kana yuridu al-ajilata, yeyote ambaye anataka wahishiwa manufaa ya kidunia maisha ya kidunia matukufu ya kidunia. Allah tabaraka wa taala anasema ajalna lahu fiha ma nashau, tunamwahishia tunampa kiasi vile ambavyo sisi tunataka, lakini mwisho wa siku anasema liman yuridu, na hii yote ni kwa yule ambaye anataka kupewa na Allah tabaraka wa taala.

yule ambaye anaitaka na yule asiyeitaka, anampa dunia Allah tabaraka wataala, yule anayependa kupewa na yule asiyependa kupewa. Yawezekana ikawa mtu amepewa alichopewa, ikawa ni hiba itokayo kwa Allah tabaraka wataala. Lakini si hivyo ndugu zangu, katika imani. Sababu nyingine miongoni mwa sababu za kuonekana wasio Waislamu wameenda mbele na hata kujiita kuwa wao ni watu waliotangulia katika maendeleo ni ile hali ya kujenga hadharatu algharbi, utamaduni wao wa kimagharibi kutoka katika mafunzo ya Qurani na Sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mambo ambayo Waislamu wameyaacha wao wamerudi kwenye Qur'ani wakiamini kuwa ni kitabu sahihi chenye mafundisho yaliyokamilika, lakini pia mafunzo ya Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalama, aliyeanza tangaza Uislamu akiwa ni mtu anaonekana ana mazingira dhalili na kundi la watu lililomkubali dhalili, hata wakaweza simamisha dola ya Kiislamu, ikaenea dola ya Kiislamu hii ikafika Ulaya wasio Waislamu haya waliyajua, waliyatambua, wakarudi kwenye hazina ya Waislamu kutazama ni yapi ambayo wao wakiyashika, inawezekana ikawa sababu ya kuwa ni wenye kuipata dunia na viongozi katika hii dunia, wakawa wako mbele dhidi ya wanadamu wengine, wakakamata mafunzo ya Qur'an, wakaishi pamoja nayo, hali ya kuwa kumwamini Allah wakikupinga, lakini si hivyo wakajenga umoja, wakajenga msingi kati yao, msingi wa kuaminiana baina yao. Kile wanachokaa wakakisema wanakubaliana, wanakiondokea, wanaenda kukitenda pasi na mmoja kusaliti. Ndiyo maana leo unaona akitokea mmoja akaenda shambulia mtu ambaye ni mnyonge dhaifu, wote wanamuunga mkono pasina kumpinga kwa sababu umoja wao umejengeka kwenye ukweli baina yao. Hili ni miongoni mwa sababu zilizopelekea wao wawe mbele dhidi ya Waislamu. Na katika hili wakatenda katika yale yanayowahusu wao, bijiddin kwa jitihada kubwa pasina kuchoka usiku na mchana, pasina uvivu wala kukata tamaa, ikawa ni sababu ya kuvuna mavuno ya hiyo jitihada yao. Leo watu wana nchi za Kiislamu, lakini hawana uwezo wa kujihifadhia wao pesa, ni lazima wapeleke pesa kwenye mabenki ya wasiokuwa Waislamu. Leo watu wana nchi za Kiislamu, Allah tabaraka wa taala amewajalia rasilimali za mafuta ni utajirisho wa nchi zao, utajirisho wa raia zao, utajirisho wa maisha yao. Hawana uwezo wa elimu wa kuyachimba mafuta haya, ni lazima wakasome kwa watu ambao ardhi zao hazina mafuta, ardhi zao hazikubali mafuta, lakini wamekuwa na elimu ya kuchimba mafuta, ndio wanasubiriwa watoa elimu kwa watu ambao Allah tabaraka wataala amewapa haya. Hii ni kwa sababu wamefanya jitihada kubwa kuyaendea yale ambayo wameyasoma ndani ya kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wataala, yale waliyoyasoma katika sunna sahihi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, imekuwa wao ni watu wanaotegemewa wala si watu wanaotegemea. Hawana rasilimali ya aina yeyote, kilichobakia wao ni kutengeneza mazingira ya umoja wao wa kidhulma, kupora rasilimali za wenye nazo, halafu wako mbele kimaendeleo. Ndugu zangu katika imani, haya yanadhihiri katika ulimwengu wa Kiislamu, wakati ambao watu waliishika Qur'ani waliishi Qur'ani waliifuata Qur'ani. Katika ulimwengu tunaoishi nao huu, mwaka 359 dunia inashuhudilia kuanzishwa kwa chuo kikuu kikongwe cha kwanza, chuo cha Azhar, katika nchi ya Misri, kinachotoa fani mbalimbali mbali za kielimu ambazo mwanadamu anazihitajia katika maisha yake katika hii dunia mwaka 359 hijiria, tena sio miladia sawa na miladia mwaka 970 chuo hiki kinawekwa msingi wa ujenzi wake kikianzia msikitini. Sio majengo ya chuo kama chuo, ni majengo ya chuo msikiti. Watu wanarudi kwenye asili ya maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa mtume anazalisha watu waliobobea kwenye tiba. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anazalisha watu wataalamu wa kilimo kutoka ndani ya kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala. Kabla ya chuo hiki dunia imetanguliwa na kuanzishwa chuo kadhalika kilichojengwa mwaka 24 katika nchi ya Tunisia, chuo kinachofundisha elimu za dini zilizoshika yale ambayo mwanadamu anayahitajia katika maisha yake ya dunia. Hii dunia wala haikatai, haikanushi, bali inafanya udanganyifu kidogo Miongoni mwa watu walioanzisha hesabu za aljabra ni Imamu Jabir. Inaona kinyaa dunia kumuita Imamu Jabir, wanaita aljabra. Muislamu, na kwa nini anajua hesabu? Ni kwa sababu Qurani imefundisha hesabu, imeelekeza hesabu. Qurani inafundisha mirathi, hawezi mturithisha kama ajui hesabu Shekhe anayerithisha watu, anayejua mirathi, anajua hesabu. Qurani inafundisha utoaji wa zaka, mnyambulisho wa zaka za mali kunahitajia hesabu. Hawa ni mabingwa dunia mwaka 169 hijria ya pili toka Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama aondoke, inamshuhudilia mwana wa zuoni nguli wa jiografia, imamu Jaafar bingwa wa elimu wa, wa, wa ya mambo ya viungo, bingwa wa elimu ya falaki. Hawa ni Waislamu ndugu zangu, waliyasoma haya kwenye Qurani.